Mpenzi mtizamaji wa Nine Sports, na imani Omzima na buheli wa afya. Mimi ni Lokandiki na hii ni Nine Sports. Na Nine Sports ya leo tunaenda kuangazia viwanja bora kumi duniani. Hii ni Nine Sports. Hii ndiyo orodha ya viwanja kumi bora duniani. Nambari kumi, Anfield. Huu ni uwanja wa klabu ya Liverpool almaarufu majogoo wa Arandani. Uwanja huu, na huu una uwezo wa kuingiza watu elfu sitini na moja. Namba tisa ni Old Trafford. Uwanja huu unamilikiwa na klabu ya Manchester United, moja ya viwanja bora duniani. vimejengwa vime na vidizaini wa vyema Uwanja huu unaingiza watu elfu sabini na nne. Namba nane, Estadio Armando Diego Maradona. Uwanja huu ni mmoja ya viwanja maarufu na viwanja bora pale Italy. Uwanja huu unamilikiwa na klabu ya Napoli una uwezo wa kuingiza watu elfu hamsini na nne. Nambari saba Wembley Stadium. Uwanja huu ni ikoni ya mpira wa pale nchini Uingereza, ni uwanja wa timu ya taifa ya Uingereza. Una uwezo wa kuingiza watu elfu tisini. Nambari sita Sansilo ni moja ya viwanja bora pale nchini Itali. Uwanja huu unatumiwa na vilabu viwili, AC Milani na Internazionale Milani. Uwanja huu una uwezo wa kuongeza watu elfu sabini na tano. Nambari tano, Tottenham Hotspur Stadium. Huu ni uwanja unaomilikiwa na klabu ya Tottenham Hotspur inayoshiriki ligi kuu nchini England. Uwanja huu una uwezo wa kuongeza watu elfu sitini na mbili. Nambari tano, Mercedes Benz Stadium. Uwanja huu ni moja ya viwanja bora barani Amerika. Uwanja huu unamilikiwa na klabu ya Atlanta United una uwezo wa kuingiza watu elfu sabini na moja. Nambari tatu, Camp Nou. Uh, huu ni uwanja unaomilikiwa na klabu ya Barcelona. Ni moja ya viwanja bora, vimejengwa kwa ustadi mkubwa, pia ni miongoni mwa viwanja vikubwa zaidi duniani. Una uwezo wa kuingiza watu elfu tisini na tisa. Nambari mbili, Allianz Arena. Uh, huu ni uwanja unaomilikiwa na klabu ya FC Bayern Munich. Ni moja ya viwanja bora na viwanja vizuri barani Ulaya na duniani. Uwanja huu una uwezo wa kuongeza watu 75,000. Nambari moja, Estadio de Santiago Bernabeu. Oh, uh, ni uwanja unaomilikiwa na klabu ya Real Madrid inayopatikana nchini in Spain. Ni moja ya viwanja hatari, unapokuwa kucheza kwenye kiwanja hicho basi kutoka salama kwako ni ngumu. Baadhi ya vilabu hupata shida vikiwa kiwanja hicho hasa kwenye michuano ya UEFA Champions League. Una uwezo wa kuingiza watu elfu themanini na moja. Na huo ndio mwisho wa orodha hiyo ya viwanja bora zaidi duniani. Mimi ni Logan Lake, na hii ni usisahau kusubscribe kujiunga na familia hii kubwa. Pia usisahau kunifuata kwenye Instagram na TikTok. Natumia Tom Lee Logan, asante.